Zimebaki takriban siku saba kabla ya Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu. Mashirika ya haki za binadamu yameitaka serikali kupitia chama cha mapinduzi CCM kuchukua hatua za haraka na thabiti kukomesha vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa, pamoja na kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa kikamilifu. Mashirika hayo pia yamesisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na kuendeleza mazungumzo ya kitaifa kama njia kujenga ya kujenga maridhiano ya siasa kuelekea na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mwito huo umetolewa katika kikao cha viongozi wa CCM na wawakilishi wa mashirika ya kiraia wakiongozwa na mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC, Onesimo Ole Ngurumwa. Muungano wa mashirika kumi ya haki za binadamu yamewasilisha mapendekezo ya kina kwa CCM yakiwemo THRDC chama cha wanasheria wanawake Tanzania TAULA, chama cha wanawake waandishi wa habari Tanzania TAMWA, umoja wa vilabu vya waandishi wa habari Tanzania UTPC, baraza la habari Tanzania MCT, shiviawata Youth Participation Consortium YPC, jukwaa la katiba Tanzania JUKATA, shirika la maendeleo Nguruka na mtandao wa asasi za kiraia Tanzania tango akijibu mapendekezo hayo, naibu katibu mkuu wa CCM Bara John Monkela amekiri uzito wa hoja zilizotolewa, akisema masuala hayo ni ya msingi kwa maslahi ya taifa. Amesema kuwa hata awali CCM ilipokea mapendekezo kama hayo kutoka asasi za kiraia, na zaidi ya asilimia 80 ya mapendekezo hayo yaliingizwa kwenye ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Kuna nyakati ambapo pande hizi zinaweza kuonekana kuzungumza kwa mitazamo tofauti kuhusu jambo fulani, lakini hilo lisitafasiriwe kama kutokubaliana, ameongeza Mongela. Mongela pia amesisitiza dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa misingi minne ya 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya, akisisitiza kuwa misingi hiyo itaendelezwa kwa nguvu hata baada ya uchaguzi. Kuhusu matukio ya utekaji, ameeleza kuwa rais amezielekeza taasisi za ulinzi kuchukua hatua madhubuti. Amesisitiza kuwa hata katibu mkuu wa CCM wa zamani, Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa ni mgombea mwenza wa rais, pia amesisitiza kuwa matukio hayo yanadhoofisha imani ya umma kwa chama. Tumejipanga kukomesha vitendo hivi na kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumu amesema Mongela akibainisha kuwa wakati mwingine matatizo ya afya ya akili huchangia kutoweka kwa watu. Jamii inaweza kumwona mtu akiwa mzima kiafya, lakini hali za ndani zinaweza kusababisha matokeo mabaya, amesema Mongela. Ameahidi kuwasilisha kwa uongozi wa chama hoja ya mashirika hayo ya kiraia kuhusu kuunda tume huru kwa ajili ya hatua za utekelezaji. Serikali imewahi kuunda tume kama hizo hapo awali ambazo zilikuwa na ufanisi mkubwa katika kushughulikia masuala muhimu. Nitahakikisha pendekezo hili linawasilishwa kwenye vikao vya juu vya chama ili hatua madhubuti zichukuliwa, amesema. Kuhusu mabadiliko ya katiba, Mongela amesisitiza dhamira ya CCM ya kujenga mfumo wa kisheria wa haki na usioegemea upande wowote, unaozidi siasa za vyama, unaimarisha usalama wa taifa na kudumisha uthabiti wa muda mrefu. Akitoa hoja za muungano huo Ole Ngurumo amesisitiza umuhimu wa mazungumzo katika kushughulikia masuala ya utawala na haki za binadamu, akieleza kuwa hadi sasa mazungumzo yenye tija yamekuwa machache. Licha ya juhudi za muda mrefu za utetezi huku uchaguzi ukikaribia, hakuna mazungumzo ya kitaifa yenye maana yamefanyika kushughulikia malalamiko ya wananchi au kuhimiza maridhiano, amesema. Mashirika hayo yamebainisha ongezeko la matukio ya utekaji na kutoweka kwa watu yakihusisha waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wa mtandao, viongozi wa dini, wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wengine. Kati ya mwaka 2023 na 2025 karibu kesi 100 za utekaji na kutoweka kwa watu zimeripotiwa, nyingi zikiwa hazijapatiwa ufumbuzi, amesema Ole Ngurumwa, akiendelea kueleza kuwa matukio yanayohusisha watoto hayaripotiwi ipasavyo takwimu rasmi za polisi zinaonyesha watoto sabini na, na, na, na, na, na watatu wamepotea mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, huku takwimu za mwaka elfu mbili na kumi na sita elfu mbili kumi na tisa zikionyesha kutekwa kwa watu themanini na sita wakiwemo watoto ishirini na watatu. Taarifa zisizo rasmi zinaonyesha kuwa takribani watu mia mbili hamsini na sita wakiwemo watoto tisini na sita wametekwa au wametoweka kati ya mwaka elfu mbili kumi na sita na elfu mbili na ishirini na tano. Muungano wa mashirika hayo umeitaka serikali, CCM na vyombo vya usalama kulinda raia wote, hususan wale wanaotumia haki zao za hauza, kikatiba za uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika siasa. Tunaomba kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza matukio yote ya utekaji na kutoweka kwa watu na kuwawajibisha wahusika. Pia tunaomba Rais Samia Suluhu Hasani aridhie uchunguzi wa kimataifa dhidi ya kutoweka kwa watu na kuteswa, amesema Ole Ngurumwa. Mashirika hayo pia yameonya kuwa demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari bado viko chini nchini Tanzania. Licha ya dhamana za kikatiba, sheria kandamizi, udhibiti wa serikali na hofu kwa wananchi, bado vinazuia ushiriki kamili wa wananchi. Kwa mujibu wa mashirika hayo, ripoti zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2020 na 2025, zaidi ya waandishi wa habari mia moja na ishirini wamekamatwa au wamefunguliwa mashtaka kwa tuhuma zinazohusiana na maudhui ya mtandaoni au leseni, ambapo takribani watu thelathini wamekamatwa kati ya Januari na Septemba mwaka huu 2025 pekee. Kikao hicho pia kimesisitiza umuhimu wa mazungumzo jumuishi ya kitaifa kushughulikia marekebisho ya sheria za uchaguzi, haki za binadamu na masuala ya katiba. CCM imetaja mabadiliko ya katiba kwenye ilani yake, jambo ambalo ni hatua chanya, lakini mchakato huo lazima uwe wa uwazi na ushirikishe wadau wote. Masomo kutoka Uganda, Afrika Kusini na Kenya yanaonyesha kuwa mabadiliko ya katiba hufanikiwa tu pale mchakato unapokuwa wazi, shirikishi, na unaungwa mkono kwa dhamira ya kweli ya kisiasa, amesema Ole Ngurumwa. Amesisitiza kuwa mazungumzo hayo yanapaswa kushirikisha vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na makundi yote ya kijamii ili kushughulikia malalamiko kwa kina na kufanikisha maridhiano ya kitaifa. Ziara yetu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa kushughulikia matukio ya kutoweka kwa watu, vitisho dhidi ya demokrasia na kulinda uhuru wa vyombo vya habari. Tunaendelea kuhimiza mazungumzo, ushiriki wa wananchi na maridhiano ya kitaifa, ili kulinda misingi ya demokrasia ya Tanzania, amesema. Wakati Tanzania ikipiga hatua katika kujenga taasisi za kidemokrasia,